Mambo vipi mtazamaji wa CKE TV. Leo ni siku nyingine tena ndani ya mwaka 2026. Tunazikata kilomita. Pengine umewahi kufikiria kuwa mpanda mlima mashuhuri duniani? Vuta picha ukiwa unaandaa safari yako ukawaza kubeba koti lako kubwa kweli kweli, na ukawaza kubeba baadhi ya vyakula ambavyo vinaweza vikakufikisha kwenye safari yako. Sasa nitakupeleka kupanda mlima mfupi zaidi duniani. Inawezekanaje ikawa ndoto? Pengine huu ni mlima wa namna gani? Mlima pati Kwenye ulimwengu wa kijiografia kuna milima inayopasua mawingu, lakini kwenye ulimwengu wa mtandao na ucheshi kuna Mount Paltry. Huu si mlima wa kawaida, huu ni mlima ambao unaweza kuupanda ukiwa umevaa ndala, ukiwa umeshika simu mkononi, ukirekodi live ya Instagram, na bado ukamaliza safari kabla hata ya sekunde tano hazijaisha. E, kwa kimo ambacho kinashindana na kimo cha chungu au jiwe dogo la barabarani, Mount Paltry umekuwa gumzo duniani kote. Watu wanajiuliza, je, ni mlima kweli au ni kijiwe tu kilichopewa jina kubwa ili kutufurahisha? Kinachofanya mlima huu uwe na msisimko si urefu wake bali kejeli yake, kwani Mount Paltry inakupa ushujaa wa haraka, na unaweza kupanda, kusherekea kileleni na kushuka ndani ya sekunde mbili tu. Unapouangalia unacheka lakini unapoanza kuufikiria kama mlima, unaanza kuona ulimwengu kwa jicho lingine kabisa. Je, ukubwa wa kitu ndio unaokifanya kiwe na maana au ni jina na heshima tunayokipa? Hebu waza, unawaambia marafiki zako wikendi hii nimeenda kuuvamia Mount Paltry, watafikiria umeenda safari ya mbali kumbe umesimama mbele ya kijiwe kidogo ambacho kimo chake hakifikii hata kwenye kifundo cha mguu wako. <laughs> Ni kama inachekesha lakini ndivyo uhalisia wake ulivyo. Sasa hapa hakuna mapafu kupasuka kwa kukosa hewa, hakuna hatari ya kuanguka kwenye maporomoko. Hatari pekee unayoweza kuipata eh, ni kupiga teke kwa bahati mbaya na mlima wote ukasogea mita 5 mbele. Mount Paltry ni zaidi ya jiwe na ni alama ya ubunifu wa binadamu kwenye mitandao na pia ni mlima unaotukumbusha kuwa hata mambo madogo zaidi maishani yanaweza kuwa makubwa tukiyatazama kwa jicho la ucheshi na msisimko. Sasa ikiwa unahitaji kuwa mpanda milima mashuhuri, hakika hili ni chaguo sahihi. Unaweza ukapata cheti kwa kuwa umepanda mlima, lakini usitoe jasho wala kuchosha mwili wako, pengine kuumiza hata misuli yako. Sasa Mount Paltry ni chaguo lako sahihi. Endelea kuwa karibu na CKE TV, lakini pia unaweza ukasubscribe kwenye mtandao wa YouTube, bila kusahau kushare pamoja na wengine waweze kufuatilia taarifa hizi, lakini unaweza ukaenda kwenye mtandao wako wa kijamii unaojulikana kama Instagram, inapatikana kama CKE TV. Karibu.